Kwengine kwa mtazamaji, mhubiri ambaye kanisa lake livamiwa na wananchi wiki mbili zilizopita kwa madai ya ulawiti angali anasakwa na maafisa wa usalama na na mubiri wa usalama jijini Nakuru Nakuru. Na mhubiri Peter Kei wa kanisa la Christ Impact Church mjini Ruiru, kaunti ya Kiambu anahusishwa na kesi ya ulawiti iliyoripotiwa katika kituo cha polisi cha Nakuru mwezi Mei mwaka 2022. Mlalamishi alizungumza na ripota wetu Maria Nyambura kuhusu juhudi zake za kutafuta haki kwa muda huo wote. Kijana huyo ambaye tutamuita jina Dilan, na aliye na umri wa miaka thelathini na miwili amesalia na makovu ya kulawitiwa kwa miaka miwili sasa. Mshukiwa anayedaiwa kuhusika na unyama huo uliotekelezwa mwezi Mei mwaka elfu mbili ishirini na mbili ana cheo cha nabii. Nilikuwa nafanya kazi ya tuktuk -tuk, hapa Nakuru. so, nilikuwa nambeba ninampeleka ma, kwa mavilabu sangini nampeleka kwake. So, on this day, kuna kitu ilifanyika, ambaye alinipigia simu akaniuliza kama niko na tuktuk nikamweleza siku kuwa na tuktuk, kama naweza mtafutia ingine, sababu alikuwa anataka nipeleke washirika wake mahali panaitwa Wanyororo. Nikamweleza sina tuktuk eh, unless nikutafutie nyingine, so akaniambia usinitafutie ingine, wewe kuja tu. Dylan anaeleza kuwa aliondoka nyumbani kwa mkutano huo na Nabii Peter K ambaye aliahidi kumpa kazi kama dereva. Kuingia kwa gari akanipea pesa akaniambia niende ninunue pombe ninunue pombe tukunywe kwa gari, sababu alikuwa anataka tuongee usiku huo. Dylan anaeleza kuwa alikuwa mwingi wa maswali kwa nabii Peter K, asijue kilichojiri akiwa mlevi. Kunywa tu kidogo hivi nikasikia kizunguzungu, na hapo na hapo mimi nikalala, sikujisikia tena. Kitu ambacho iliniamusha ni uchungu, kama nimelala nikasikia uchungu sana naona ni, ni huyo Peter Mbaragu anafanya kitendo hicho nyuma yangu na nilijaribu sana ku fight back sababu nilikuwa very weak. Kesi hiyo imeripotiwa kwenye kituo cha polisi cha Central jijini Nakuru. Ripoti ya daktari ikionyesha kuwa jamaa huyo alilawitiwa miaka miwili baada ya kisa hicho kutendeka. Mshukiwa bado hajakamatwa. So, mimi ninaomba sana. I want justice, justice, justice. Because mpaka saa hii, niko na hiyo trauma bado, nakunywa hizo antidepressants mpaka waleo mimi ningetaka kuomba haki yetu, kwa sababu sasa hii ni jambo la aibu. Hata mimi nilisikia juzi nikiulizwa na jirani. Naibu kamanda wa polisi Nakuru Mashariki Shila Kigode amethibitisha kuwa mshukiwa anasakwa huku chunguzi ukiendelea. Juhudi zetu za kuzungumza na Nabii Peter K. kuhusu madai hayo hazikufua dafu, kwani hakupatikana kwa rununu. Maria Nyambura, Runinga ya Citizen. Mtaarifa ina madai ambayo yanaibua maswali, maanake waumini imani yao iko katika viongozi wa kidini na neno lenyewe, mm. Kwa hiyo mikononi mwa viongozi wa kidini, kila mtu huwa anakuwa na imani kubwa kwamba yuko katika mikono. Mikono salama, salama, lakini halini tofauti, mtazamaji, tunapumzika kidogo. Kumbuka leo mada yetu tunauliza, kati ya mwanamke na mwanamume nani anayepaswa kusikilizwa zaidi? Mmoja hapa ananiambia anayefaa kusikilizwa ni mwanamume na, na mmoja hapa anasema pia anepaswa kusikilizwa ni mwanamke, manake akianza kuongea anaongea. Mwingine anasema baadhi ya wanaume wanapenda kusikilizwa ilhali hawapendi kusikiliza wake zao Mwenye asema kusikilizwa anategemea una nini mfukoni, mwanamke oh, ama mwanamme. Lulu Hassan, mimi ni Kevin kutoka Busia, nasema mwanamke anafaa kusikilizwa naye mwanamme aheshimiwe, seme kitu tusemaje, itakuwa tunarudi kuweza kupata maoni mengi baadaye, kwa sababu unambojua katika masuala ya kusikiliza, wakati mwingine mtu anakunyamazia kwa sababu anataka umalize haraka afanye shughuli zake. si kwamba anakuheshimu, ana mambo mengine ya kufanya. Mtazamaji um, zungumza nasi kupitia nambari ya rafa mbili mbili nne mbili mbili au kipenda katika mtandao wa Xnet Citizen TV Kenya hashtag nipo ashiriki.